Asante kwa majina, naitwa Beatrice Esau Mwinuka. Mimi ni afisa lishe, nafanya kazi manispa ya Iringa. Leo tutazungumzia aa, mbegu za maboga. Mbegu za maboga hii ni miongoni mwa makundi ya vyakula au linatoka kwenye makundi ya vyakula ambalo ni kundi namba nne, kundi la jamii ya mikunde, karanga na mbegu zenye mafuta. Kwa hiyo mbegu za maboga zinatoka kwenye kundi la mimea jamii ya mikunde, karanga na mbegu za mafuta, hapo tutapata mbegu za maboga. Sasa kuna faida nyingi za kutumia mbegu za maboga mwilini. Kwanza mbegu za maboga zina nini? Mbegu za maboga zina mafuta ambayo ni salama kwa afya, lakini mbegu za maboga kina kiasi cha protini, lakini mbegu za maboga zina madini. Na madini yaliyoko kwenye mbegu za maboga ni kama madini ya zinki, madini ya magnesium pamoja na madini mengineyo ambayo ni mazuri na salama kwa afya. Sasa tunashauri kutumia mbegu za maboga kwa sababu protini iliyoko kwenye mbegu za maboga ina faida mwilini. Kwanza husaidia kujenga misuli, lakini pia kujenga mwili wa mtumiaji. Lakini pia madini yaliyoko kwenye mbegu za maboga kama madini ya magnesium pamoja na madini ya zinki yanasaidia Uh, mfumo mzuri wa neva au wanasema mfumo wa usafirishaji wa taarifa mwilini, lakini pia yanasaidia afya ya moyo. Lakini pia mbegu za maboga tumesema zina mafuta ambayo ni salama kwa afya. Sasa hayo mafuta huwa yanakuwa ni mazuri kwenye afya ya mwili na afya ya moyo kwa sababu yana asili ya kutokwenda kuganda kwenye mwili wa binadamu. Hivyo basi tunawashauri kuwa tukitumia vyakula vya jamii ya mikunde, karanga, pamoja na mbegu zenye mafuta, kwa sababu mafuta yaliyoko kwenye mbegu za maboga ni salama kwa afya. Vile vile tunapata vienilishe vingine vile kama protini, tunapata madini ambayo ni mazuri kwa afya, lakini pia kutoka kwenye mbegu za maboga tunapata nyuzinyuzi nyuzi ambazo mara nyingi huwa ni msaada mzuri katika umeng'enyaji wa chakula. Vipi kwa upande wa unyonyeshaji? Kina mama wengi walikuwa wanatumia hivyo vitu zamani. Ni kweli, kina mama wanahamasishwa kuwa wanatumia mbegu za maboga kusaidia unyonyeshaji au kusaidia utengenezwaji wa maziwa. Kwa nini? Kwa sababu imeonekana kuwa mbegu za maboga, cha kwanza, zina nyuzi nyuzi ambazo hizo nyuzi nyuzi ni msaada mzuri katika umeng'enywaji wa chakula tumboni hasa kwa yule mtoto anayepokea yale maziwa. Lakini nilishasema kwamba mbegu za maboga zina kiasi fulani cha protini, ambayo hiyo protini inakuwaga ni msaada katika utengenezwaji wa maziwa ya mama. Lakini pia zina magnesium, zina mafuta ambayo ni salama kwa afya, ambavyo ni vitu vizuri mtoto anavihitaji, na ndio maana mara kwa mara tumekuwa tukisisitiza kina mama kuwa wanatumia mbegu zenye mafuta kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa maziwa lakini, kwenye ishu ya tezi dume na, na na mbegu za kiume sijui kama kuna kuna virutubisho vinavyosaidia kutoka kwenye mbegu za maboga? Ah, sasa mbegu za maboga tumesema zina virutubisho vingi, kama nilivyosema zina protini kwa kiasi chake, lakini pia zina madini, lakini pia zina nyuzi-nyuzi. sasa kwenye kuongeza au kwenye masuala mazima ya mbegu za kiume sijasoma sana kwenye vitabu au kufuatilia sana. Uh, waandishi wanasema nini lakini, kwa sababu ni miongoni inatoka kwenye makundi sita ya chakula, ambalo ni kundi namba nne, kundi lenye mimea jamii ya mikunde, karanga pamoja na mbegu za mafuta, kwa namna yake yawezekana likawa lina mchango, kwa sababu tumeshaona lina viinilishe, lakini pia lina madini ambayo ni mazuri katika afya kwa ujumla na na, unazungumziaje ulaji wa vyakula ambavyo ulaji wa vyakula wanahitaji junk food vyakula popote mtu anakula machisi mafuta, unazungumziaje ulaji wa hivyo vyakula? Ah, katika ulaji wa vyakula hasa vyakula vilivyotengenezwa haraka au vyakula vya viwandani, hatuhamasishi wa watu kutumia vyakula ambavyo vimetengenezwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu cha kwanza vimetengenezwa na chumvi nyingi, lakini vimeandaliwa na mafuta mengi, vilivyo vingi vimekuwa vikikaangwa, au wenzetu wazungu wanasema vimekuwa deep fried. Kwa hiyo vina mafuta mengi, lakini pia vyakula hivyo mara nyingi huwa vinaenda kupelekea magonjwa yasiyo ya kuambukiza hasa shinikizo la damu pamoja na magonjwa mengine, hivyo tunahamasisha watu kutumia vyakula vinavyotoka kwenye makundi sita ya vyakula na hayo makundi yanatakiwa yawe katika uwiano sahihi, kutokana na uhitaji wa mtu na mahitaji yametofautiana. Ndio maana tunahamasisha sana watu watumie vyakula vya asili, vyakula vilivyoandaliwa nyumbani, vilivyoandaliwa na chumvi kiasi, vilivyoandaliwa na mafuta kiasi, lakini pia vilivyoandaliwa kwa uwiano sahihi kutokana na mahitaji ya mtu husika.